Wasumbua Kana wasumbua, mm. <laughs> weka ela kiringeni kwanza, ya kazi nikufanyie kazi, dada nikubedawa, weka, weka. Uua kana wasumbua ya dada uliyemuua, anakusumbua. Uliyemuua, nitakupa dawa, nitakusaidia, ila masharti yake si makubwa sana, ni madogo, ila uwe makini, uwe makini.

Shika dawa hii hapa, shika na hiyo dawa. Kama nilivyokuambia, popote unapoenda uwe nayo <laughs> unaweza ukaenda, unaweza ukaenda, na ukiharibu usirudi hapa.

Kama yeah. Kazi yeah. yeah, samani. Bila samani wapi? Mbona nilivyokuambia? Kwangu, si ni hapa tumefika. Yule yule, si makabila yule? Kaka, jamani, makabila sishaondoka si muda mrefu hapa, nashangaa hata hata mimi nashangaa kumuona hapa. Na Yule ni nani? Sasa niambia kabisa kuwa ameshaamba kwenye hiki kitu, itakuwa amerudi leo kweli? Sikudanganyi. kumbe ndo mlivo. Ah, sio mwenye kabisa. Unajua, yaani hadi mimi mwenye si nashangaa. Unashangaa hmm, nini wewe kaka? Sema tu tapeli mkubwa wewe. Yaani, jiamini kabisa

Be. Mahusiano yetu yana muda mrefu, ningependa anituoane ni kuweke ndani. Kweli mae? Kweli kabisa. Umefurahi? Eh? Ah. Ndo maana kupendaga sana tulee mtoto wetu. Yaani kama ni kweli mae, mimi nimefurahi yani. Kweli eh? Hmm. Shemeji, mambo vipi? Salamu. Sh Wewe. Huyo nani wako? Shemeji. Shemeji.

Kenge wa mayai, wewe. Hivi e, mke wangu umefungua saa ngapi leo duka? Nimefungua tu mapema uh -oh, saa 2 mke wangu. Umefungua saa 2? Ndio. Eh, na mbona vitu vimepungua kiasi hiki na usemi? Naongea na wewe vitu vimeisha dukani au niambii kwa sababu gani? Mbona wewe mwanamke unanitia pressure? Sasa sikiliza. Mimi naondoka. Uje na orodha ya vitu vyote ambavyo vimepungua. Sawa? Sawa. Anasubiria sana na kuwa. Anaumwa nini? Anachemka. kuna muda mwingine tena anatapika kama alikuwa tu mtoto. Okay, basi sawa. Ngoja nikuandikie hapa. Wende pale habara. Ukamfanyie vipimo afu rudi na msaada mm -hmm. Ah, dada. Haya daktari. Basi Hapa naenda kwa daktari. Asante dadau. Hizi ndio ambazo wakati nilikwambia nikishaondoka, nitumie dawa kwa wakati sawa. Lakini pia nitahitaji kuwa makini sana na a mtoto sawa. Pia angalia nguo zisiwe chafu sawa. Hee, shemeji yako bado anaendelea vizuri. Ndio. Mhm. Umekuja lini hapa kijijini? Ndio nimefika leo. Ah, nimefika leo. Sasa ni kweli maana nilikuwa sikuoni siku za katikati hapo. Eh, shemeji yako nilikuwa nimempeleka hospitalini ba. Vipi lakini shemeji huko? Sasa ya jambo. Mm. Si tuoapa ki kama navyoona, sawa sawa, hali ya uchumi uchumi haisendi ngumu, hali ngumu, uchumi ni mgumu. a nah, na mi naiona, mm, jinsi ndivyo hali ni ngumu e, uchumi. Petro, kazi yangu umefanya? Sijaifanya kaka. Kwa nini shemeji yako anaumwa hiyo biashara? Shemeji yangu kuumwa haihusiani na biashara yangu. Sikiliza, kama umeshindwa biashara naomba urudishe pesa yangu kaka. Nimpe kama siku tatu hivi nitaifanya kazi yako. Usitaki kuleta mchezo na kazi, nakupa siku mbili, naomba uniletee pesa yangu. Sawa sawa. Wewe, huyu jamaa anakudai pesa ya nini? Ah, ndugu yangu, ni mambo ya dunia tu, ni mambo ya dunia tu, lakini acha nayo, acha nayo, acha nayo, acha nayo akina siu ni mengi sana ila tutaonana baadaye. Sipole sana jama hao. Mama yeah. Samani lakini yeah. na jambo moja kuzungumza na wewe kuhusu huyu mwanao Tina hivi, yeah. alishakwambia kuhusu huyu mtoto kwa kuambia baba unajui dada, dada. Namana tu juku wangu jukuu wangu iajawai kuniambia dada, dada. na kwa kwa nini usi tuambie usu mtoto mama Neema eh? Mdogo wangu hichi eh, kitu ni mwaficha kwa muda mrefu sana. Kwanza naomba mama wangu nisamehe mimi na, na babake na huyu mtoto tulitengana kwenye mazingira mabaya sana mama, mazingira ya kutetanisha paka. Sasa hivi naongea sijui kwao wala sijui babake. Babake aka tena. Mwanangu, ninakupa mwezi mmoja, hebu tafuta babake na mtoto, mtoto umpeleke kwao mtoto hawezi kuwa ananiugulia ugulia mjukuu wangu hivi alafu asijue nyumbani kwao. nakupa mwezi mmoja tusikorofishane. Yeah, e, mtafute mama. Eh peleke mtoto kwao. Bwana Niki. Kaka, kwema? habari za siku ah, salama? mzima wewe ah, upo nani vile Nasibu ah, jamani Nasibu eh! Vipi na mbona vipi, unafanya kazi hapa ni? Bana ndugu yangu eh. Nina muda nafanya kazi hapa. Vipi, amekuwa akimleta mtoto wake hapa mara kwa mara na mimi? Nakumbuka kuna siku nilishai kuja hapa ila sikufanikiwa kuona, labda a, kwa sababu nilishia mapokezi. Ila bwana, hongera. Mimi na vyeti vyangu nimeshasota, ajira hakuna mimi na na imani kubwa Mungu ipo kutupa riziki. Sasa bana Nasibu. mm. Nilikuwa hapa kuna mzee kanipigia simu, mm. kwamba nije nimsubiria hapa lakini nishaangaza bana, simuoni. mm -hmm. jambo lolo kuleta hapa nilipi tena? Ah, bwana mimi nimekuja na shida. Sawa. Tumbo linanivuruga sana, oh. Sasa nikaona bora nifike ni, ni cheki O, shida ni nini? kwao naumwa. Eh, basi ingekuwa ni vyema kama mm. tukienda ndani mm. nikupatie huduma hiyo. Itakuwa bora zaidi. Sawa, basi mimi nadhani nitakushukuru sana. Basi sawa. Twende sawa. Nikuja na bahati nzuri, wakati na pita pita hivi nilikuwa naulizia lakini umenitia ni? Ah, okay. Bana, kuna <coughs> siku nilikuwa na pita pita kakuta uko sehemu, nikuwa na pambano fulani, sa nikuwa na mtu, nikabidi nitulie. <coughs> Bana, uko vizuri hey. Niliona pambano lako nikapenda akosio ayotu Sio hayo tu pambano, mi nafanya mambo makubwa eh bana, ninifurahisha sana kwani kuna pambano wale? Hapana Na. Kile kitu kilinifurahisha nikapenda, nikasema huyu inatakiwa siku moja nimtafute tufanye naye kazi sasa bwana Na. mimi naishi moja Na. Lakini inahitaji siri sana, inahitaji siri, yani nahitaji huyu, lakini kwa jinsi nilivyokuona siku ile Na. najua wewe ni mwanaume iko vizuri. Sasa kaka, una kifua? Sio kifua, kifua? kifua tu. Ebu nipe dili, dili gani hasa? Ninahitaji siri kaka, ila kwa jinsi nilivyokuona unapambana siku hizi. Wewe unajua ni mwanaume. Sasa sikiliza dili lenyewe liko hivi. Nataka nyeti za mwanaume. Kaka, nahitaji nyeti za mwanaume. Sikiza nikuambie kitu. Sitaki kuchorwa. Nipe vitu vya uhakika. Sitaki kuchora maisha yangu. <laughs> Mimi sio mbabaishaji sani, nikwambie, sitaki kuchorwa maisha yangu. Vitu kama hivi tunavyofanya kwa siri, usaki kuwa ntaka kunichora mimi. Hebu nipe he shingapi, nataka ukati nyo, ndugu yangu, nete na kurudani vyote, milioni hamsini, kesh. Hapa, umefika che. Na mimi usione watu wanamiliki mijengo mitamu kama hii, biashara ndio hiyo, waendelea kuuza matikiti. Tufanye kitu kimoja, nipe siku tatu mzigo na kudondoshea hapo. Siku tatu mzigo na mwaga hapo. Kwa ile show niliona siku ile. Mzabdala alimwachia mzigo wangu pale stage. Sawa.